Katibu mkuu anampokea ndugu Ezekiel Wenje na Wenje ameona kazi kubwa inayofanywa na chama cha mapinduzi, lakini sera nzuri zinazotekelezeka za Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani karibuni hapo kucheza wagombea ubunge <tabu> sisiemhoye kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki tiki. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, mbunge mstafu jimbo la Nyamagana, lakini mwenyekiti wa CHADEMA kanda ya ziwa Victoria, mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera cheo inayoisha kuanzia sasa, katibu mkuu anampokea ndugu Ezekiel Wenje. Na Wenje ameona kazi kubwa inayofanywa na Chama cha Mapinduzi, lakini sera nzuri zinazotekelezeka za Daktari Samia Suluhu Hassan, na madiwani karibuni hapo kucheza wagombea ubunge hoi kwa umati huu, nimeamini kwamba Oktoba tunatiki. Mheshimiwa, mweshimua mwenyekiti, mimi naitwa Ezekiel Dibogo Wenje, mbunge mstaafu jimbo la Nyamagana, lakini mwenyekiti wa Chadema kanda ya ziwa Victoria, mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, cheo inayoisha kuanzia sasa.